Bwana Yesu, ninakushukuru kwa zawadi ya uhai, ninakushukuru hata kwa wakati huu, ninakushukuru kwa ajili ya Haradali Media, ninashukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu ambaye anakwenda kujifunza kitu siku ya leo. Bwana, kakae pamoja nasi toka mwanzo wa kipindi hiki hata mwisho wa kipindi hiki, hata yule ambaye atakwenda kusikia neno hili, Bwana likapandike ndani yake, likaongezeke, likazae na likaweze kutoa matunda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakwenda kinyume na kila hila, tunakwenda kinyume na kila mipango, tunakwenda kinyume na kila ile mbinu ya kiibilisi, mbinu ya shetani ya kuweza kuondoa ile kweli ya Mungu ili kuweza kuweka udanganyifu wa dunia hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakwenda kusimama kama kuhani, tunakwenda kusimama kama wawakilishi wa Bwana Yesu kwa ajili ya kwenda kupanda neno la uzima kwa mtu huyu ambaye mchana wa leo jioni ya leo, siku ya leo, tarehe ya leo, mwaka wa leo, anakwenda kulisikia neno hili kupitia Haradali Media, katika jina la Yesu tunaomba tukiamini, amen. Mpendwa mtazamaji wa Haradali Media, karibu katika kipindi pendwa kabisa cha kuweza kulisikia neno la Mungu. Siku ya leo tunakwenda kujifunza neno la Mungu kwa kupitia zawadi ambayo Bwana ameweza kutupatia wanadamu. Kabla ya kuweza kusikia mafundisho haya, twende tukapate neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Matayo Mtakatifu sura ile ya ishirini na tano aya ya kumi na nne hadi ya thelathini. Neno la Mungu linasema, Matayo Mtakatifu sura ile ya ishirini na tano aya ya kumi na nne hadi ya thelathini. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri aliwaita watumwa wake akaweka kwao mali zake, akampa mmoja talanta tano na mmoja talanta mbili na mmoja talanta moja, kisha kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake akasafiri. Mara yule aliyepokea talanta tano akaenda akafanya biashara nazo akachuma zaidi talanta nyingine tano vilevile vile, na yule mwenye mbili naye akachuma nyingine mbili faida. Lakini yule aliyepokea moja alikwenda akafukia chini akaificha fedha ya bwana wake. Baada ya siku nyingi, akaja bwana wa watumwa wale akafanya hesabu nao. Akaja yule aliyepokea talanta tano akaleta talanta tano nyingine, akisema Bwana, uliweka kwangu talanta tano, tazama talanta nyingine tano nilizopata faida Bwana wake akamwambia vyema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta mbili akasema, bwana, uliweka kwangu talanta mbili, tazama talanta nyingine mbili nilizopata faida. Bwana wake akamwambia, vyema, mtumwa mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu katika machache, na nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Akaja na yule aliyepokea talanta moja akasema, Bwana, nalitambua ya kuwa wewe u mtu mgumu, wavuna usipopanda, wakusanya usipotawanya, basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi; tazama unayo iliyo yako. Bwana wake akamwambia, wewe mtumwa mbaya na mlegevu, ulijua ya kuwa navuna nisipopanda, na kusanya nisipotawanya, basi ilikupasa kuiweka fedha yangu kwa watawao riba, nami nikija ningalipata iliyo yangu ya faida yake. Basi mnyang'anyeni talanta hiyo, mpeni yule aliyenazo talanta kumi. Kwa maana kila mwenye, kila mwenye kitu atapewa na kuongezewa tele, lakini asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mtumwa yule asiyefaa mtupeni mbali katika giza la nje, ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno bwana yesu asifiwe haleluya tumsifu yesu kristo leo hii tunakwenda kujifunza katika neno la mungu kitabu cha injili iliyoandikwa na mathayo mtakatifu sura ya ishirini na tano tumeanza aya ya kumi na nne hadi ile aya ya thelathini tunapewa mfano wa, wa, wa bwana mmoja ambaye huyu alikuwa ni mtawala Alikuwa mtawala mwenye mali nyingi, lakini ilipofika kipindi alipokuwa akisafiri kwenda katika nchi ya mbali, akaona vyema akaweze kuwapa watumwa wake talanta, kila mmoja alimpa. Biblia inasema kila mmoja alipewa talanta kulingana na uwezo wake, kila mmoja alipewa talanta kulingana na uwezo wake. Wa kwanza alipewa talanta tano, wa pili alipewa talanta mbili, wa tatu akapewa talanta moja, kisha akaondoka zake pasipo kuwapa maelekezo wale watumwa wake. Na wapeni talanta hizi nini mzifanyie, nini mzalishe, nini muweze kufanya? Hakuweza kutoa maelekezo aina yoyote, aliwapa talanta kisha akaenda katika nchi ya mbali, naye alipokwisha kurudi alikutana na wale watumwa wale wale ambao aliwapa talanta zile tofauti kulingana na uwezo wake. Kisha akawaita akawauliza, ehe, mmepata nini katika kile talanta? Yule wa kwanza akasema bwana, kwangu uliweka talanta tano, tazama tano zaidi hizi. Kwa hiyo alikuwa na talanta kumi za faida. Akaja wa pili, akasema uliweka mbili kwangu nami nimekurudishia mbili zaidi, kwa hiyo nina nne. Yule yule yule bwana wao akasema, vyema mtumwa mwema, njoo kwangu, ulikuwa mwaminifu katika madogo, nami nitakuweka katika mengi, ulikuwa mwaminifu katika machache, nami nitakuweka katika mengi. Kadhalika alipokuja wa pili, lakini alipofika yule watatu, alipofika yule watatu alikuwa ni mwenye kunung'unika, akasema Bwana, nalijua ya kwamba wewe unapanda unavuna, una, una, una, usipopanda unatawanya, usipokusanya. Ndugu yangu, katika haya maisha kila mmoja amepewa uwezo wake, kila mmoja amepewa talanta yake, kila mmoja amepewa kusudi lake. Lakini kinachokukwamisha, kinachokukwamisha si kusudi kubwa, kinachokukwamisha si talanta nyingi, bali kinachokukwamisha wewe ni kulalamika, kinachokukwamisha wewe ni ungunika la ah. Siku ya leo hapo ulipo, hebu jaribu kutafakari yale ambayo Bwana amekupa katika maisha yako, umeweza kuyatumia kwa kiasi gani? Yale ambayo Mungu ameweza kuyaweka katika maisha yako, mara ngapi ameweza kukunufaisha? Mara ngapi umeweza kuyatumia? Mungu hahitaji kikubwa, Mungu anahitaji kidogo alichokupatia uweze kukizalisha, maana Biblia inasema heri ninyi kundi dogo, kwa maana Bwana ameona vyema

hautakiwi upate vitu vikubwa uweze kufanya mambo makubwa kwa sababu hata kwenye ha, hata mwenyewe Bwana Yesu alisema ya kuwa, right, ya kwamba mungalikuwa na imani ndogo kiasi cha chembe ya haradali, mulikuwa na uwezo wa kuuambia mlima huu, ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Kwa hiyo Bwana haangalii kikubwa kilicho ndani yako, bali Bwana anaangalia kidogo ulichokuwa nacho, namna gani unaweza ukakitumia, kwa maana hakuna aliye na kikubwa kuliko Mungu, kwa maana hakuna aliye na kikubwa kuliko aliyetoa. Aliyetoa ndo mwenye kikubwa. Tuliopewa wote, tumepewa vidogo, lakini tumekuwa tukipima katika macho ya damu na nyama, tukijifananisha na watu wengine, tukiona kuwa tumepewa vidogo, lakini kumbe kile kidogo tulichopewa kinakwenda kuleta thamani kubwa. Nisikilize ndugu yangu, ukubwa au udogo wa kitu haupimwi kwa saizi, haupimwi kwa saizi wala upimwi kwa kiasi. Ukubwa au udogo wa kitu unapimwa kwa matokeo. Unaweza ukawa umepewa kitu kidogo sana, lakini kikaleta matokeo makubwa. Hebu jiulize, jiulize hapo ulipo, ni mara ngapi umefanya kitu ambacho kimeweza kuleta matokeo makubwa? Unaweza ukawa na kitu kikubwa kwa damu na nyama, kinaonekana kikubwa, lakini kikawa na matokeo madogo. Oh, haleluya, haleluya! Leo hii nakuletea habari njema, hicho ulichokuwa nacho, hicho ulichokibeba, hicho ambacho Bwana amekupatia Hebu kitendee kwa namna ya peke yake, hebu kitendee kwa namna ya pekee, kwa maana Bwana anahitaji kukupa kikubwa kwa hicho ambacho amekupa. Matokeo aweze kutokea makubwa kwa hiko kidogo ambacho ulichokuwa nacho, kwa hicho kidogo uweze kuzalisha. Yule mtumwa aliyepewa talanta moja angetoka hata kwenda kuzalisha talanta moja zaidi, angeonekana mwenye faida, angeonekana mpambanaji, lakini kwa sababu alipewa ile talanta moja akaenda kuifukia nchini naye alipoifukia chini hakuishia tu kufukia chini. Alipoulizwa, alianza kutoa manung'uniko, alianza kutoa visingizio, alianza kutoa lawama. Nikuambie ndugu yangu, kwa Mungu ama katika haya maisha, lawama haitakusaidia wala manunguniko hata kusaidia, wala kutia huruma hakutakusaidia bali wewe kuchukua hatua. Fanya hiyo uliokuwa umepewa na Bwana, itendee kazi. Ukianza kunung'unika ho, unajua mimi ningesomeshwa na wazazi wangu ningekuwa tajiri, unajua mimi ningepewa mtaji na ndugu zangu ningekuwa tajiri, unajua mimi ningekuwa na ndugu ambao ni matajiri na mimi ningekuwa tajiri, nipo hivi nilivyo kwa sababu tu sina ndugu tajiri nipo hivi nilivyo kwa sababu sina ndugu ambaye ni kiongozi mkubwa serikalini. Niko hivi nilivyo kwa sababu katika familia yetu hakuna hata mmoja ambaye amefika chuo kikuu. Ndugu yangu, unajichelewesha, hutakiwi kufikiri hayo yote, hutakiwi kuyabeba hayo yote, bali unatakiwa usimame katika kusudi, ili Bwana kwa kusudi hilo aweze kukutendea kwa namna ya pekee, ili Bwana kwa kusudi hilo aweze kukufikisha sehemu. Ukisimama katika manunguniko ya namna hiyo Utosogea popote utabaki hapo hapo ulipo, utabaki hapo hapo ulipo. Utokwenda popote, utokwenda popote. Ili uweze kwenda popote, popote. Popote. Itumie ile talanta ambayo Bwana ameiweka ndani yako, itumie ile talanta ambayo Bwana ameipandikiza ndani yako. Oh, Bwana Yesu na akusaidie, Bwana Yesu na akuinue, Bwana Yesu na ajue ya kwamba wewe ni jemedali wake, Bwana Yesu na akutegemee wewe katika shamba lake, usiwe mtu wa kunungunika, usiwe mtu wa kutokuridhika kwa kile ambacho umepewa. Oh, haleluya, haleluya. Mpendwa wangu, ni kuambie kitu, ukubwa au udogo wa kitu hupimwa kwa matokeo. Kama nilivyokuambia, usipokuwa na kipimo cha matokeo, mara zote utakuwa unaangalia saizi ya kitu. Siku ya leo ondoka na hii kitu, Bwana alichokiweka ndani yako ni kikubwa sana kwa sababu alikuwa hahitaji aweze kukupa kitu kikubwa, ili uweze kufanya mambo makubwa. Anakupa kidogo uweze kufanya mambo makubwa, ili Mungu akaonekane hakuna utukufu, yaani umepewa kikubwa upate kitu kikubwa, lakini ukipewa kidogo ukitoa kitu kikubwa, utukufu unakwenda kwa Bwana. Rejea kwa mtumishi wa Mungu Daudi. Mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa mpiganaji wa vita, lakini alipokwenda kumpiga Goliath, alikuwa bado sio askari wa vita, alikuwa ni mchunga mchunga kondoo, alikuwa ni mchunga kondoo tu, alikuwa akiwapelekea kaka zake vitani vyakula. Alipokuwa akipeleka chakula, alimsikia yule Goliath. Akiwa anawatukana wana wa Israeli, yule Mfilisti aliwatukana wana wa Israeli akawaambia, hakuna chochote mtanifanya, hakuna chochote mtafanya nyie, nyie, nyie ni watoto tu kwangu, nyie ni wapuuzi kabisa, na hata huyo Mungu wenu hawezi kunifanya chochote. Aliongea mambo mengi sana, lakini Mfalme Daudi alipoenda kwa mfalme Akamwambia mfalme, tazama yule asiyetahiriwa anatutukana sisi, haiwezekani mimi nitatoa kwenda kupigana naye. Lakini mfalme akamwambia we, Daudi bado hujakuwa hodari wa vita, wawezaje kupigana yule? Mfalme alimwangalia Daudi katika umbo lake dogo, yule mfalme alimwangalia Daudi katika experience ndogo aliyokuwa nayo ya kupigana vita, lakini akuangalia ile talanta ambayo Bwana aliiweka ndani yake. Lakini mfalme Daudi akasema mimi nitapigana naye. Basi mfalme alipoona ya kwamba huyu amedhamilia kupigana na Goliati. Wakaletwa wataalamu wa vita, wakamvalisha mavazi ya vita, wakamvalisha mavazi ya vita, wakampa silaha za vita, mavazi mazito kwelikweli, ili akapigane na Goliati. Lakini mfalme Daudi alipokuwa katika kutembea, akasema haya mavazi hapana, haya mavazi mimi hayanifai, haya mavazi mimi ni mazito sana. Kwani mimi nina nini? Bwana, mimi nina kombeo, lakini pia nina jiwe. Ili jiwe atosha kabisa kuweza kumpiga Goliati. Akayavua yale mavazi, akabaki na kombeo, akabaki na jiwe, akamsogelea. Akamsogelea yule yule Goliati. Goliati akamtazama, akasema, nyewe wana wa Israeli mmeishiwa? Mnakuja kwangu na haka katoto kazuri, katoto kadogo kadogo, haka kananijia mimi na jiwe? Kameniona mimi ni mbwa? Sasa nawaambieni nitakaua hako na kukakatakata. Daudi akasemaje? Wewe, well, unanijia mimi silaha zote hizo, lakini mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Akaweka juu lake kwenye kombeo, akampiga Golieti katika paji la uso. Golieti alianguka chini, na Mfalme Daudi, ili kutimiza lile kusudi, ili kutimiza andiko la Bwana, akamsogelea Golieti na kukata kichwa chake, na kukikata kichwa chake kwa upanga wa Golieti mwenyewe, na kuambia ukichukua hatua kwa hiko ulichokuwa nacho utamwangamiza adui kwa silaha yake mwenyewe. Haleluya, utamwangamiza adui kwa silaha yake mwenyewe. Mfalme Daudi alimwangamiza Goliati na kumkata kichwa chake kwa upanga wake mwenyewe, na hii kuweze kukuinua mtu wa Mungu, na hii iweze kukupeleka sehemu, mtu wa Mungu. Bwana anapokupa kitu, Bwana anapokupa kitu, anaamini ya kwamba utaleta faida katika ufalme wake. Usijikatie tamaa, usijikatie tamaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pendwa Bwana, muda wetu umetuishia, lakini ningependa sana uweze kujipa tumaini, uweze kuamini uweza wa Mungu uliopo ndani yako. Basi, kama wewe utakuwa bado haujampokea Bwana Yesu na ungetamani kuweza kuingia katika familia ya Mungu, fatisha maneno haya nyuma yangu nami nitaweza kukuunganisha na Bwana Yesu ambaye anapenda watu wote tuweze kuwa katika ufalme wake. Ee Bwana Yesu, mimi mtoto wako, umeniumba kwa mfano wako, nimetambua makosa yangu na sasa nahitaji niweze kurudi katika ufalme wako, na kuomba Bwana Yesu ukanisamehe makosa yangu yote na ukalifute jina langu katika kitabu cha hukumu na ukaliandike jina langu katika kile kitabu cha uzima. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa, sifa kwako e Yesu. Amen. Basi kwa sala hii fupi utakuwa tayari umeshaingia katika ufalme wa Mungu, na hapo ulipotafuta kanisa lolote ambalo linamhubiri Yesu ukaweze kwenda huko na kwenda kumshuhudia Yesu na kuweza kukaa katika ufalme wake, na uwaambie kabisa kwamba niliokoka kupitia Haradali Media, nao pia watakupa mafundisho hapo na kukulisha neno la Mungu. Lakini pia kama utahitaji kuendelea kupata mafundisho mbalimbali mbali, kuna namba ambazo zipo katika skrini yako hapo, zichukue namba hizo ili kuweza kupata mafundisho mbalimbali mbali ya neno la Mungu. Basi tuombe na tuweze kumaliza. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa sababu Bwana, wewe ni mleta uzima. Ninakushukuru kwa mtazamaji wangu huyu ambaye ameweza kuchukua muda wake na kuweza kulisikia neno hili. Bwana, ninakuomba ukapande kitu kipya katika maisha yake, kama alikuwa amekata tamaa kwa kile ambacho Bwana alikuwa amempa. Mungu, ukamsaidie kwa uweza na nguvu ukamwinue na kuweza kumpa baraka na kuweza kumpa ujasiri na kuweza kumpa mwendo wa kutembea mbele zaidi, ukaondoe hali ya manunguniko ndani yake, ukampa ujasiri wa kufanya kwa nguvu, katika Ka jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninamtenga na roho ya lawama, ninamtenga na roho ya kukata tamaa, ninamtenga na kila namna ya hila ya ibilisi mofu shetani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wote tuseme amen, amen.